E, watu watumie nishati safi ya umeme ili kuhakikisha kwamba basi matumizi kwanza yanakuwa chini, lakini pia kwa kutumia basi umeme wanaweza pia wakaokoa misitu yetu, kwa sababu ni wote mnafahamu kwamba watu wanapenda kutumia mikaa kbao vile kwanza vinaleta madhara kwenye mazingira, lakini pia pia watu wenyewe wanakuwa e, hawa, hawa enjoy huduma zu kwao. Tumeletea hayo majiko kwa ajili pia ya kuokoa matumizi mengi. Sasa e, kimsingi sasa hivi Tanesco tumeanza kutoka kwenye kuwa manyo kwenda kidijitali zaidi. Kwa e, mfano, tuna mifumo yetu mbalimbali, kwa mfano mifumo yetu mingine kwa kuwa kuna reconnect hizi mtu akitaka kuingia kwenye kuomba umeme hahitaji kufika ofisini kwetu wala hahitaji kujaza fomu yoyote, anaingia tu kwenye mfumo anapata, eh, anapata, eh, na hizi hizi kwa connect au ni soti ni soti, hii ni ile kwamba mtu akipata shida ya changamoto ana raise, anapiga ana, ana, ana, ana, simu au anaingia ana kwenye kwenye mfumo, anaweza tiketi inatoka, basi wanapewa site kule, lakini mimi pia kule kuna condition ambayo tunamweleza mteja kabla hatujamkabidhi. Kwa mfano tunapoingia kwenye ile mfumo, anajaza anajaza hizo ndani zake, anajaza matumizi yake ni kiasi gani. Kwa hiyo tunaweza kujua pia umeme anataka kutumia ni kiasi gani, na kama pale anapotaka ku connect, je, ni salama kutokana na matumizi yake. Lakini mteja anapokuwa na connect umeme pia, mafundi wetu pia wanatoa elimu jinsi ya matumizi mazuri, vile vile kwenye ambayo pia anakuwa na tiketi ambayo anatoa na vilevile vile pia tunampa, tunaangalia jinsi ya kuhakikisha kwamba basi kama ni eh, kuna changamoto ya moto au kuna changamoto ya waya huko chini na na karaka pale, na kutoa ile hatari, lakini pia hivi karibuni tumekuja pia na namba yetu ya kuripoti bure, eh, yeah. Hiyo yote ni kuhakikisha kwamba tunakisha matumizi ya artificial intelligence kuhakikisha kwamba basi tuna kuhakikisha eh, kwamba usalama kwa eh, wa kazi wetu lakini pia na raia huku ndani. Pia sasa hivi kwa wafanyakazi, tuna mifumo ambayo tunaendelea tuna, tuna, tuna, tuna kuiweka, moja wapo ikiwa ni mifumo sasa ya kuangalia e, kupata vibali vya e, kufanya kazi, kujaza fomu za kufanya majadiliano kabla ya kazi, yote tunaingiza kwenye mifumo ya kielektronikia. Kwa nini? Kwa sababu tunataka tuhakikishe kwamba basi technology tulionayo ya IT inatusaidia kuhakikisha kwa kwamba watu wako salama.